Yes, mtazamaji wa Tony TV, kuelekea mchezo ambao ulichezeka siku ya jana kati ya Nigeria dhidi ya Tanzania na matokeo kumalizika kwa mbili moja, siku ya leo hapa niko na Mdachi Omari ambaye yeye atakwenda kutupa maoni yake, yeye aliutazamaje mchezo wa jana na kipi hasa ambacho anatamani kiweze kufanyika ili timu ya Taifa Stars ikienda kucheza na Uganda iwe, iweze kupata matokeo mazuri na iweze kusonga mbele katika michuano hii ya Afcon. Mdachi Omari, habari yako? Ah, habari ni salama tu. Ndio. Habari za majukumu zinaendaje? Ah, majukumu ya kwenda vizuri kabisa. Ndio, jana tumeshuhudia mchezo wa kiushindani kati ya Nigeria dhidi ya Tanzania. Una lipi la kuongea kuhusiana na mchezo ambao ulichezeka siku ya jana? Ah, kwanza kikosi kilichocheza chicho jana timu nzima kimeonyesha mabadiliko kadhaa kwenye michezo ya kimataifa ijapokuwa matokeo yakuwa upande wetu, lakini kuna baadhi ya vitu unavyoona kiwanjani vilikuwa vinatendeka, ni kama confidence imeongezeka kwa wachezaji. Uzingatia zamani ukisikia tunakwenda kucheza na timu kama na Nigeria, hofu inakuwa ni kubwa, wachezaji watakwenda kuchezaji. Lakini jana mpaka dakika ya 32 naona namna gani ambapo wachezaji wajitune na kwenda kucheza kwa kujiamini na kufanya vizuri kiwanjani. Makosa ni madogo madogo. Hasa katika katika eneo la ulinzi makosa yalikuwa machache sana. Ibrahim Abadi Baka alijitahidi kwa kiasi chake kumlinda eh, bwana mkubwa Victor Osimhen, lakini katika dakika hizo ambazo waliweza kujisahau, katika kona ambayo ilipigwa na Chukweze basi na kwenda kumtafuta Alex Hobi, anapiga cross ambayo inamkuta Ajayi akiwa huru. Ni makosa ambayo wanatakiwa kuyarekebisha kwenda kwa mchezo, kwenye mchezo ujao. Lakini wale kwenye kikosi siku ya jana waliweza kufanya vizuri, baadhi ya wachezaji Ibrahim Ahmadi Baka, lakini chazi Momba katika eneo la kiungo naye alifanya vizuri. Unamzungumza mtu kama Simon Msuva, katika eneo ku press walikuwa wanakabia chini, walikaba vizuri mpaka dakika ambayo walienda kuruhusu bao. Tunakwenda kusawazisha bao kwenye kipindi cha pili, lakini muda mchache linakwenda kurudishwa. Hiyo ni kutokana na kupungua kwa umakini kidogo baada ya kufunga bao itakiwa timu itulie na kuweza kujua watafanya nini ili kuweza kupata alama, kwa sababu michuano ya AFCON inahitaji umakini na hesabu nzuri kwenye kupata alama. Hata kama utapata alama moja, hizo ni hesabu zako za kutafuta kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hivyo, ni mwalimu anahitaji kurekebisha hasa katika eneo la ushambuliaji, lakini pia kirejea kwenye eneo la ulinzi, awape aweze kuwasi wachezaji wao makini katika wakati wote wa kimchezo kwa sababu eh, goli la kwanza ambayo walifungwa jana Stars, ukitazama mpira ule wa kona wakati unapigwa kutoka kwa Chukweze kuenda kwa Alex Wobi, kila mtu alikuwa na mtu wake ameweza kummaki, lakini cross anayoipiga Alex Wobi inamkuta ajai akiwa huru. Maanake nini, walinzi wakati walizembea katika eneo hilo na kuweza kusababisha timu kuruhusu bao. Kwa hivyo ni wao kujituni wakiwa kiwanjani kuwa na ule possibility ya kujiongoza kiwanjani kwamba ama saa hizi ndio kufanya nini, man to man inatakiwa kwenye michuano hii, ili kuweza kupata matokeo. Ambalo limefungwa, tumeona mabeki wawili wote walikuwa nyuma, wachezaji wawili kutoka timu pinzani wote wakaruka wenyewe wakiwa fi na kusababisha ikapata e, goli moja hilo la kwanza. Kipi hasa ambacho unaweza kukiona kwenye mabeki wa ulinzi wa beki wakati, pamoja na wapembeni katika michuano hii ya AFCON? kikubwa ni kuwa makini kwenye dakika zote za kimchezo kwa sababu tokea dakika ya 30 kule nyuma waliweza kumudu kuzuia wachezaji wa Nigeria kuweza kupata mianya ya kufunga mabao japokuwa zilipatikana nafasi ambazo wangeweza kufunga mabao na kuweza kufanya stars kuruhusu mabao dakika za mapema lakini safu ya ulinzi ilijitahidi umakini ambao ulipungua kwa sekunde chache tu ulienda kusababisha bao hiyo inamaanisha nini muda wote wa mchezo unatakiwa kuwa mchezoni na kujua majukumu yako ni nini kiwanjani kwa sababu dakika yoyote goli inatokea kwa sekundi moja tu, sio muda wa mchezo. Unaweza ukalinda dakika themanini, ukalinda zote 90 dakika tisini na moja yani, ongeza ukaruhusu bao kwa uzembe mdogo tu, ndio kilichotokea kwa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hivyo ni umakini na kuconcentrate kwenye mchezo katika dakika, dakika zote za mchezo ili kuweza kupata matokeo, ndio kitu ambacho kinaweza kikatusaidia kwenye michuano hii kuweza kufanya kufanya vizuri. Uh, tukija tukirejea kwenye kiwango cha golikipa wa Taifa Stars ambaye kwenye klabu anatumikia klabu ya timu ya Azam. Tunamzungumzia hapa Zuberi Foba fb uh, kiwango chake katika michuano hii ya Afcon na akiwa katika timu yake ya Azam, unaona ni tofauti gani ama performance yake iko katika kiwango gani? Na Zuberi Foba ameendelea kuaminiwa kwenye michuano mikubwa, ukizingatia tangu Ibenge ameingia Azam FC amekuwa akiaminiwa amemwacha uh, benchi Isa Fofana ambaye ni golikipa ameshacheza michuano mikubwa, lakini pale Azam FC yeye ndo anapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu Florai Bengi, anakwenda kwenye national team. E, eh, kwa bahati mbaya Yakubu Sulemani ambaye ndo golikipa nambari moja anapata angels, anatajwa kwamba yeye ndo atakwenda kuchukua nafasi yake kuanza kwenye kikosi hicho. E, eh, unawatazama namna gani ambavyo wameweza kutunua vizuri kuweza kutolewa ile hofu kwamba hii ni michuano mikubwa unaweza ukajiamini na ukafanya vizuri. Hii ni eneo ambalo linaweza likakupa soko hata wewe mwenyewe mchezaji. Naona kwa jana, baadhi ya makosa machache tu alikuwa akiyafanya, lakini uliona katika mechi alikuwa ni perfect sana. Ameweza kuzuia michomo mingi, ameweza kufanya kazi yake kwa umakini pale ambapo inapaswa kufanyika. Kwa hiyo ni kijana mdogo bado anatakiwa kupewa Eh, an, kusima ku, ku, kuweza kufanya vizuri, kupunguza ile pressure, kwa sababu hii michuano mikubwa kwake, na anaendelea kuaminiwa zaidi. Akiaminiwa na kuweza kutengeneza anaweza kawa goalkeeper mzuri tu, na hii inaweza kawa yango ya yeye kujiuza, kwa sababu katika michuano hii scout kutoka maeneo mbalimbali wanakuja kwenye michuano hii kutazama ni kipi ambacho wanaweza wakachukua kupeleka world wide kwenye, kwenye kwenye nani ligi kubwa huko duniani. Kwa hivyo ukicheza vizuri unaweza ukapata soko lakini pia inaweza kukuongezea confidence kwako kuendelea kufanya vizuri kwenye michezo ya kimataifa. Kwa hivyo Zubeli Foba anahitajika kutulia na kufanya vizuri, kusikiliza ambacho anaambiwa na walimu na, na kwenda kukifanya kiwanjani kwa usahihi. ah, pale kati siku ya jana tumezoea kumwona, eh, Fesam Abdalla akiwa pale katikati kati, pia akiwepo na Mdathir, siku ya jana hakuweza kuonekana. Upi utofauti wa mchezo ambao ulikuepo wenyewe wakiwepo na wakiwa hawapo, kulingana na mchezo ambao umeuona siku ya jana na michezo mingine wakiwepo? Uh, kitu kilichopungua jana katika eneo la katikati baada ya kukosekana kwa Faisal Salum na mdasiya yeah. Bath ni vitu vichache tu, lakini Chazi Mombwa na Alfons Mabura wakishirikiana na Novatus Dismas ya siku ya jana, mm, waliweza kufanya kwa kiasi chake. Uliona pasi zikiwa zinatoka kwa Chazi Mombwa, zinawatafuta watu katika eneo la juu. Ajitahidi kuchukua mipira chini kupeleka juu, lakini pia bwana mkubwa Novatus Dismas alitahidi kupiga mipira mirefu idondoke mbele ili watu waweze kukimbia. Vitu ambavyo vilipungua ni connection kutoka eneo la backline kwenda eneo la katikati na mipira kufika kwa haraka zaidi kwenda kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa kipindi cha kwanza ilikuwa kidogo kasi ipo chini. Kipindi cha pili chazi mombwa alikuwa anajitahidi kufuata mipira chini anapeleka juu e, na Vatos Dismas anachukua mipira mirefu anapiga kwenye maeneo ya pembeni ambako anamkuta Simon Msuva anakimbia. Chazi mombwa naye mara kadhaa ameweza kujaribu kukimbia katika maeneo pembeni, lakini pia Tyrani alalaki ya yule winga jezi namba 26, na, na alikuwa anakimbia anafanya mikimbio katika maeneo ya pembeni, kitu ambacho kilikuwa kinasaidia Stars kwenda kupeleka mashambulizi eneo la juu. Vitu ambavyo vinatakiwa kubadilika ni vichache tu uweza kujua namna ya kutoa mipira chini kukonnekti eneo la ushambuliaji na eneo la kati ili kuweza kupata mashambulizi mengi. Tukiangalia kiwango cha bwana Ali Samata pamoja na Msuva siku ya jana kilikuwa ni kiwango ambacho sio kizuri sana, ukiangalia na viwango ambavyo wanavyoonyesha katika vilabu vyao wakiwa wanachezea huko. Kwa upande wako e, unazungumziaje kiwango cha bwana Ali Samata pamoja na Msuva? Yeah, Samata hakuwa na kiwango vizuri siku ya jana Simon Msuva kiwango chake kilikuwa cha kawaida japokuwa kilikuwa kinaridhisha kwenye kikosi cha timu ya taifa. Ukizungumza kwamba mchezaji atakiwi kuitwa kwenye timu ya taifa, mwalimu anaita wachezaji, yeye ndio anajua kwa nini amemwita mchezaji aje kuitumikia timu ya taifa. Kwa unaweza kuzungumza kwa kwamba Samata msimu huu ana kiwango kibovu, lakini mwalimu anajua sababu ya kumuita kwenye kikosi cha timu ya taifa aje kupeperusha bendera ya nchi yake. Ah, siku ya jana kuzungumza kwamba Samata siitwe tena kwenye timu ya taifa inakuwa si sawa. Mwalimu ndonajua, kubo kubo ya jana ni kwamba kwamba dakika za mapema Samata alionekana malitawae wea kuna bado mwalimu aliendelea na na kusalia naye dakika za kipindi cha pili anakwenda kuingiza walinzi kwa ajili ya kwenda kulinda, baada ya kuruhusu bao la pili tulivyoweza kusawazisha, kitu ambacho wengi waliendelea kupiga kelele, tunatakiwa kupata mabao lakini tunakwenda kulinda. Inakuwaje hii? Samata anaendelea kusalia kwenye kikosi, dakika za jioni anakwenda kumwingiza Kibu Denis. Watu wanashangaa kwa nini amwingize dakika hizi kati, angeweza kumwingiza kwenye kipindi cha kwanza hata kile kile, kwa sababu kelele zilianza kipindi cha kwanza baada ya kuruhusu bao, kwa sababu Samata anafanya nini? Eneo la juu anazurura tu, amna anachokifanya, lakini mwalimu alikuwa anajua yeye anatumia mbinu gani mpaka anamhitaji Samata aendelee kusalia kiwanjani. Kwa hivyo mwalimu yeye ndo anajua kitu anachokifanya, tusi, tusiwe na ile haja ya kusema kwamba huyu hafai huyu anafaa. Mwalimu yeye anajua mchezaji yupi anamfaa kwenye mpango wake wa mechi husika, sababu mechi hazifanani. Mpango game approach ya, ya mchezo huu na mchezo ujao haziwezi kufanana. Sawa, tarehe 27 tunaenda kukutana na Uganda na nyewe tena ni mechi ambayo tuko ugenini. Unadhani mwalimu anahitaji kufanya marekebisho gani katika timu yake ya Taifa Stars ili mradi tu tuweze kupata matokeo? Nam, marekebisho kwanza ni katika ka, eneo la ushambuliaji. Ukitazama siku ya jana tumetengeneza nafasi kadhaa kwenda kupata mabao lakini katika hali ya kuzitumia tumeshindwa. Wana mdogo Kevin Dione anaingia kwenye dakika za kipindi cha pili inapigwa pasi kumtafuta Mohamed Hussein, anapiga kwenye eneo ambalo ilikuwa ni kutapin, lakini accuracy ya mchezaji, anachelewa kufika kwenye eneo husika, anaukosa ule mpira. Kitu kikubwa ni kutengeneza hali ya kujiamini na kutumia nafasi tunayotumia, kwa sababu michuano hii kama nilivyokwambia, mechi ni chache kwenye michuano hii, mechi ni tatu tu, hakuna home and away, kwa sababu michuano hii inafanyika eneo moja, kwa hiyo kila mtu anaingia kwenye hesabu za kutafuta walau kuanzia alama moja na kuendelea ili kujiweka nafasi nzuri. Tukitaka kufanya hivyo inabidi tuwe makini katika nafasi tunazozitengeneza na kuzitumia. Lakini pia katika eneo la ulinzi tuongeze umakini kidogo kwa sababu mchezo wa jana goli ambalo amepata timu ya taifa ya Nigeria goli la kwanza tu. Tuliweza kulinda washambuliaji wa Nigeria wasifanye wasifaya wasiweze kuona nyavu katika kipindi dakika kama 30. Dakika chache na sekunde chache ambazo tuliweza kuwaacha watu huru tunakwenda kuadhibiwa bao la kichwa ambalo anafunga Ajai. Kwa hivyo unaona ni kuwa makini kwenye kila dakika ya, ya mchezo ili tuweze kufanya vizuri kupata matokeo. Uganda wamekuwa wakitusumbua sana, hata sio kwenye michuano ya Afcon, kwenye michuano ya Sekafa mara nyingi tulikutana nao, tunasumbuana nao sana ni watu ambao tunaweza tukatazama kama tunaweza kimzania lakini tukienda kiwanjani wamekuwa wakitusumbua sana hata wao katika kupata matokeo. Mechi mechi zetu na Uganda huwa haziwi rahisi, zinakuwa ngumu. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa kufanya kitu cha ziada ili kufanya tupate matokeo mazuri na kuweka hesabu zetu vizuri ili kuelekea kwenye kwenye hatua eh, inayofuata kama tunahitaji ku move on kuingia kwenye hatua ya 16 bora na tutafutia alama ya eh, kulingana na mchezo ambayo tunakwenda kucheza Tunisia. Wao pia si timu nyepesi. Mechi zilizobakiza ni ngumu, nahitaji kujiandaa na kutia nguvu ili kuweza kupata matokeo kwenye michezo hiyo. Sasa ukiangalia kundi la Tanzania, unaona kuna unaipa asilimia ngapi kuweza kufuzu katika hatua ya kumi na tatu bola. Kumi na nane bola. Uh, hatua ya kumi na sita bola. Kumi na sita bola ndio ya. Unaipa asilimia ngapi timu ya Taifa Stars kufuzu? Uh, uwezo upo wa kufuzu kama tutachanga karata zetu vizuri tukapata alama tatu kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Tunaweza kuwa na matumaini ya kwenda walau katika hatua ya 16 bora kwa sababu e, tumeshapoteza alama tatu. Tumebakiwa na alama sita ambazo tunaweza tukazipata ama tusizipate. Kwa hiyo sisi kutazama tunaanza na hesabu zipi? Kama tutashinda mchezo zidi ya timu ya taifa ya Uganda tutakuwa na alama tatu. Tukaenda tukapata walau sale kwenye mchezo zidi ya timu ya taifa ya Tunisia, tukapata alama moja, naweza tukapata alama nne ambazo hata kama hatutapita kwenye kwenye nafasi ya, ya pili kwenyeaa, kuna nafasi ya best loser ambayo, kuanzia alama nne, unakuwa na uangalau kidogo wa kuweza kupita kwenye best loser, kwa sababu alama nne ni michezo miwili, umepata sale, umeshinda mchezo mmoja, nakuwa nafasi nzuri ya, ya, kupata hata best loser kwenda hatua. Kuna stabol tulitazama jana, msimu jana tulikuwa na nafasi kidogo tu, tungepata alama tatu kwenye mchezo dhidi ya DRC ilikuwa tunakwenda kwenye hatua ya 16 bora na tunamwacha mwenyeji Ivory Coast akibaki, lakini baada ya kutoka sale mchezo ule, tukampa nafasi ya Ivory Coast ambaye yeye alikuwa na alama tatu, lakini alikwenda kuwa bingwa kwa kupitia nafasi ya Best Loser. Kwa hiyo tunahitaji ku, ku, kuwa na mpango mzuri kwenye kila mchezo ili kuweza kupata matokeo mazuri ambayo yatatuweka katika ya nafasi nzuri. Tukifanya hivyo, tunaweza kufika kwenye hatua ya 16 bora na kuondoa ile dhana ya kwamba tunakwenda tu kushiriki kila msimu na kurudi nyumbani kusema hapa tumeisha, hapa tumejitahidi. Hiyo inatakiwa iondolewe kwa kufanya vizuri zaidi katika michuano hii. Sawa, timu ya Taifa Stars siku ya jana imepoteza kwa kufungwa magoli mawili kwa moja dhidi ya timu ya Nigeria. Na mchezo mwingine ambao utakwenda kuchezwa ni tarehe ishirini na saba ambao utakwenda kucheza dhidi ya Uganda. Ndugu mtazamaji wa Tony TV, yapi maoni yako kuelekea mchezo huu ambao utachezwa tarehe ishirini na saba mwezi huu wa kumi na mbili. Kumbuka langu jina naitwa Yusufu Sado kina hapa nilikuwa na Mdacho Male ambaye amekupa e, udadavuzi zaidi kuhusu mechi ya jana pia akagusia kidogo juu ya mechi ambayo itachezwa tarehe ishirini na kama bado huja subscribe basi, ni kuambia kuwa afanya kusubscribe ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Thony TV, na kila mara taarifa ambazo zinakuwa hewani, basi uwe wa kwanza kuzipata.